Kijana mmoja, aliyejulikana kwa jina la Mosi, baada ya kuchoshwa na ugumu wa maisha anaamua kuingia maagano na nyoka wa giza anayeishi pangoni ili ampatie mali na utajiri. Lakini mali hiyo haikutoka bure, anapewa mashariti mazito na nyoka juu ya utajiri huo, bila kufikiria akakubali. Lakini balaa zito la mfika alipokosea mashariti. Je, unafikiri nini kilitokea kwenye mkasa huu? Basi ungana nami katika simulizi hii mwanzo mpaka mwisho. Kabla ya yote hebu kwanza gusa alama ya subscribe. Pia, ningependa uniambie kwenye komenti kuwa, unaangalia simulizi hii ukiwa wapi? Okay, tunaanza. Kulikuwa na kijiji kimoja, kimezungukwa na msitu mnene na wa giza. Wazee wa kijiji walikataza mtu yeyote kuingia msituni usiku, kwa sababu ndani ya msitu kulikuwa na pango lenye siri kubwa. Waliosema waliwahi kuliona walidai macho mawili mekundu kama makaa ya moto yalikuwa yanatazama kutoka gizani. Mosi, kijana wa miaka 25, alikuwa maskini kuliko wote. Alikuwa na hasira na maisha yake, mashamba hayakuzaa, mifugo ilikufa, na kila siku alichekwa na wenzake. Usiku mmoja, baada ya kunywa pombe ya kienyeji na kulia machozi ya hasira, aliamua kufuata maneno aliyosikia toka kwa mzee mmoja mlevi: ukienda usiku wa manane pangoni na kuita nyoka kwa jina lake atakupa pesa, lakini uwe tayari kulipa bei. Usiku wa kwanza Mosi alitembea peke yake msituni. Upepo ulilia kama watoto wanaolia. Alipofika pangoni, aliinama na kusema maneno aliyosikia: nyoka, nyoka, njoo, nataka mali, nataka kuishi kama tajiri. Kulikuwa kimya kwa muda, kisha macho mekundu yakaonekana. Mosi akasikia sauti nzito sana ikizungumzia kichwani mwake si masikioni. Nitakupa mali, lakini lazima niletewe damu ya kiumbe hai kila usiku. Usiache hata siku moja. Ukisahau, nitakuja kuchukua kilicho changu pamoja na roho yako. Mosi bila kusita alikubali. Nyoka akamtupia mfuko mdogo. Aliporudi nyumbani, akaufungua ulikuwa umejaa sarafu za dhahabu. Utajiri unakuwa kila asubuhi, alipata mfuko mpya wa pesa Alianza kuvaa vizuri kula vizuri, na wivu wa watu ukawa mkubwa. Wengine yes, walishangaa, wengine walihisi kuna uchawi, lakini Mosi hakujali. Kila usiku, alichinja kuku akipeleka damu pangoni. Miezi ilivyopita, tamaa ya Mosi iliongezeka. Aliuza mashamba ya jirani kwa ujanja, alinunua wake wawili, akajenga nyumba kubwa. Lakini mara alianza kuwa na ndoto za ajabu. Macho mekundu yakimkodolea macho, nyoka akitembea ndani ya nyumba yake, na damu ikimwagika sakafuni. Kila akiamka usiku, moyo wake ulikuwa ukipiga kwa hofu, lakini alijishawishi, ni ndoto tu. Siku moja Mosi alisahau kutoa sadaka. Usiku huo, upepo mkali ulivuma, mlango wa nyumba yake ukagonga kwa nguvu, na macho mekundu yakaonekana dirishani. Wake zake walilia kwa hofu, lakini Mosi alijificha chini ya kitanda. Sauti ile nzito ikavuma ndani ya nyumba, Mosi, huniletei damu, lakini unataka mali, iyo si haki Mosi. Alilia, akaahidi kutoa sadaka mara mbili kesho. Siku iliyofuata alichinja mbuzi wawili lakini ndoto zikaendelea na hofu ikaanza kumchanganya. Alianza kuona nyoka mchana kweupe, akihisi kama anamfuata popote aendapo. Hatimaye mosi akachoka, alisema moyoni, sitatoa tena sitaki tena mali. Usiku huo hakwenda pangoni. saa sita usiku, kila mbwa kijijini alilia kwa pamoja, upepo ulivuma kama dhoruba, milango na madirisha ya nyumba ya mosi vikafunguka vyote wake zake walikimbia, wakapiga kelele wakisema, waliona nyoka mkubwa kuliko nyumba, macho yake yakitoa mwanga mwekundu. Asubuhi kijiji kilikusanyika, walikuta nyumba ya mosi ikiwa tupu, sakafu ikiwa na alama za damu zikielekea msituni. Hakukuwa na mtu wala mali yoyote. Baadhi ya watu waliapa kwamba waliona nyoka akiviringisha mwili wake katikati ya kijiji, akitembea kuelekea msitu, akiwa amemeza kitu kikubwa kilichotikisa tumbo lake. baada ya tukio Tangu siku hiyo, kila mtu kijijini aliepuka msitu. Lakini usiku wa giza totoro, watu walisema walihisi sauti ya mtu akilia msituni ikisema, naomba sadaka, naomba damu. Wengine walisema waliona macho mekundu yakitazama kijiji kutoka mbali, kana kwamba yanatafuta mtu mwingine mwenye tamaa ya mali ili agano jipya lifanyike, na kila kizazi kijijini hufundishwa kuwa utajiri wa haraka una gharama na agano la damu haliwezi kuvunjwa bila madhara. Do you understand what I have told you? There is great danger out there. Mpaka kufikia hapo ndiyo mwisho wa stori, na tumeona jinsi tamaa ya mali ilivyoteketeza maisha ya Mosi. Na huu ni mfano kwa vijana wote wanaopenda mali za shotikati bila kutumia jasho halali. Nadhani utakuwa umejifunza kitu kwenye hadithi hii. Weka maoni yako kwenye comment hapo chini. Usisahau kusubscribe kwenye channel yetu hii ili kuwa mwanafamilia halisi wa familia hii kubwa. Mtayarishaji wa simulizi hii ni King Rhino MC Seba. Tukutane tena katika wakati mwingine. Asante kwa kuangalia.